Sana. Ninaitwa Emmanuel Mazi Samson, ni mkurugenzi uh, kiongozi wa taasisi ya Penueli International Service Ministry. Uh, niko hapa kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu kwa ajili yangu, lakini pia kwa ajili yako, na kwa niaba ya taasisi ya Penueli International Service Ministry, tunapenda kuwatakia heri ya mwaka mpya uh, Watanzania wote uh, ambao wako hapa nchini, lakini pia na nje ya nchi. Lakini pia tunawatakia heri kwa uh, kanisa la Mungu duniani kote hivyo, hivyo jamii yote kiujumla, uh, kwa, kwa, kwa kila namna ambavyo tumegawanyika katika Itikadi na katika yetu, ya ya na mazingira yetu, ninawatakia heri ya sikukuu ya mwaka mpya. Mungu mbinguni aendelee kuwabariki sana na kutia nguvu kwa wadau wetu ambao tunashirikiana nao pamoja katika taasisi yetu ya Penueli International Service Ministry. Pia ninawatakia heri ya mwaka mpya, mwaka huu ninaombea kwa Mungu ukawe ni baraka uliotukuka, wenye mafanikio yaliyo bora katika roho na katika mwili, tukaongezeke kukua katika hekima na kimo tukimpendeza Mungu na wanadamu, binadamu lakini, tukae tukijua uzuri ambao tunaweza tukaufanya sisi utamfaa sana mwanadamu kama wewe, lakini ubaya utakaofanya pia unaweza kumuumiza mtu mwingine aliye kama wewe. Hivyo tuifanye na kuitenda ile iliyo haki ya Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sisi ni baraka <coughs> kwa watu wote na sio laana kwa watu wengine. Pia ninakusihi, mtu wa Mungu, hebu fanyika kuwa baraka na sio laana kwa watu wengine. Penueli International Service Ministry, tunakutakia heri ya mwaka mpya, ukawe ni mwaka wenye baraka, ukaanze vyema na ukamalize vyema katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iwe pamoja na wewe. Soma Ayubu 35 na mstari ule wa nane ukajue kwa nini ninakwambia ufanyike kuwa baraka na sio laana kwa watu wengine. Asante sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Penuel International Service Ministry, sisi ni baraka na sio laana. Tunakupenda, tunawapenda. Amen. Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Baraka Samson Imazi, mjumbe wa bodi ya ukurugenzi, lakini pia mtendaji mkuu ama CEO wa Penueli International Service Ministry. Kwa neema ya Mungu niko hapa nikimshukuru Mungu kwa ajili yako, wewe unayenitazama, kwa ajili yangu, lakini pia kwa ajili ya ministry. Ni kwa neema ya Mungu tu kwamba tumetoka 2025 na sasa tuko 2026. Kwani ni mengi mazuri yamepita, lakini mengine yametumiza, lakini hapa tulipo ni kwa neema ya Mungu. Tunapoanza 2026 niwatie moyo kwamba yaliyokumiza 2025 yanaweza yakawa ni furaha 2026. Yatumie kama mafunzo, lakini pia muombe Mungu kama anavyotusisitiza kwamba tunatakiwa kumtumaini yeye kwa mioyo ye yote tusitegemee akili zetu wenyewe, lakini tumkumbuke kuwa yeye ni msaada wetu. Kwa hiyo tufanyike baraka kwetu binafsi, kwa kanisa na kwa watu wote ambao wanatuzunguka, kwani Mungu anatamani tuwe baraka na wala si laana. Nikutakie heri ya mwaka mpya, na Mungu wa mbingu na nchi na akubariki. Bibi, majina yangu naitwa Naomi Chaza Mosha ni mjumbe katika bodi wa ya wakurugenzi kwenye taasisi yetu ya Penueli International Service Ministry. Lakini pia kwa neema ya Mungu ni project manager kwenye taasisi yetu ya Penueli. Niko mbele yako kwa kushukuru wewe, ndugu jamaa na rafiki, ambaye Mungu amenikutanisha ame, mimi na wewe tulikuwa pamoja katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano lakini kwa neema yake ametuchagua tumeona tena mwaka elfu mbili na ishirini na sita tukiwa wenye nguvu na afya njema lakini pia ni endelee kukutia moyo kwamba katika mwaka elfu mbili na ishirini na sita ukawa ni mwaka wa mafanikio ni mwaka wa kukua katika imani lakini pia ni upende kukuambia um, ni baraka kwa kila mmoja, lakini pia ni baraka kwako. Embo, tunapenda kuanza mwaka 2025 2026, kafanyike baraka kwa wenzako, ndugu jamaa, marafiki na wale watu wanaokuzunguka, na wala, wala usiwe laana kwa watu au kwa ndugu zako au kwa jamaa zako. Kafanyike baraka na wala sio laana. Mungu akubariki na kutakia mwaka mpya wenye furaha, baraka na neema zote kwenye mwaka huu. Mungu akubariki.